Kutokana na mambo mbalimbali mbali ambayo yamejitokeza wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2025 Oktoba 29, watu mbalimbali wameendelea kutoa maoni yao na kushauri mambo kadhaa, lakini swala la haki linasisitizwa. Mwandishi wa habari Bollen Ngeti ambaye pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi na ni mwaliri wa muda mrefu katika nchi ya Tanzania anaandika akisema kwamba tusaidiane na Askofu Rweichi kutafakari. Bollen Ngetti anasema Askofu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Rweichi anaanza kwa maneno ya kuchoma moyo, anamnukuu akisema, taifa limejeruhiwa, taifa limepoteza heshima, si tu heshima limepoteza watu waliouliwa kiholela wakati wa maandamano. Nasema Rweichi. Anaongeza akisema, wapo waliouawa kwa risasi kwa sababu ya kuandamana na wengine walifuatwa majumbani kuuawa, anasema. Hoja kuu ya Rweichi anasema Tanzania imepoteza muono wa haki kwa makusudi au ujinga, limebaki kuhubiri amani bila kujua, bila haki hakuna amani, No justice no peace. Anasisitiza akinukuliwa tena akisema, haki ndio msingi wa lazima wa amani. Anaungana na Mwalimu Nyerere aliyesema, mkipuuza kutenda haki hapatakuwa na amani. Bollen Ngeti anaendelea kwa kusema kwamba Rweichi anainjirisha ana ana anainjista, anayeshabikia na kukwaza wadogo angefungwa jiwe kiunoni na kutupa baharini. Naam! Sasa tutafakari. Nani aliyejeruhi taifa kiasi cha kukosa heshima? Je, adhabu ya kuandamana ni kuwatwanga risasi na si kutawanywa kwa maji ya pilipili? Ni kina nani hao waliofuata watu majumbani kwenda kuwaua? Tusubiri ripoti ya CNN inayoandaliwa! Bollen Ngeti anasema kwamba tuendelee kutafakari. Ni nani aliyenyimwa haki baada ya kuipoteza amani? Wale vijana wa Gen Z wamenyimwa haki gani hadi kuingia barabarani? Rejea kauli ya Lowassa aliyosema kwamba vijana hawa wakikosa elimu na ajira ni bomu la hatari tuendako. Je, wamepata ajira na elimu au la? Je, wamekuwa bomu au la? Anasema yapo madai kwamba vijana hawa wanachochewa. Ukweli uliokodoa macho ni kwamba vijana hawana elimu wala ajira kwa walio na elimu. Wakihoji wanahubiriwa amani bila haki. Lakini vijana hawa wanashuhudia kikundi kidogo sana kikifaidi keki ya Taifa lao tena kwa kubunya. Bollen Ngeti anaendelea kwa kusema kwamba walipofikia sioni dalili kwamba watapoa hadi pale watakaposikilizwa madai yao. Vijana hawa wako tayari kuuliwa maana hawaoni ni thamani yao. Kijana mmoja mhitimu wa chuo kikuu alimfuata muuaji na kumwambia nipige risasi na kweli akala chuma kifuani. Tumezika Moshi. Hawana matumaini na kesho yao. Tatizo wahubiri wa amani na si haki hawasikii ushauri wetu wakiamini wao ndio kila kitu. Bollen Ngeti anamaliza kwa kusema, nimeshauri mara kadhaa kwamba hakuna duniani aliyewahi kudhibiti Gen-Z kwa bunduki bali kuwasikiliza. Nanyi watumishi wa umma, punguzeni kutanua mno, mnawatia hasira kwa asilimia kubwa. Mali zilizoharibiwa zinamilikiwa na nani kama si makada wa CCM? Tuanze na haki then amani tutalitibu tatizo. No justice, no peace. logos ameandika kada wa Chama cha Mapinduzi Bollen Ngeti. Mtazamaji nawe waweza kutoa maoni yako kutokana na andiko hili la Bollen Ngeti akimnukuu Askof Rweichi wa Dar es Salaam, naye pia akitoa maoni yake lakini akimaliza kwa kusema kwamba nimeshauri mara kadhaa kwamba hakuna duniani aliyewahi kudhibiti Gen Z kwa bunduki, bali kuwasikiliza. Nanyi watumishi wa umma, punguzeni kutanua mno, mnawatia hasira. Kwa asilimia kubwa, mali zilizoharibiwa zinamilikiwa na nani kama si makada wa CCM? Tuanze na haki then ya amani, tutaratibu tatizo. No justice, no peace. Lakini kichwa cha makala yake hii inasema "Tusaidiane na Askofu Rweichi Kutafakari". Karibu.